Ni kukaribishe tena eh, kwenye siku ya leo. Eh, na zoezi hili nililianza jana, lakini wanaotembelea mitandao yetu ya kijamii wanakutana na vitu hivi ambavyo vinaendelea, walikuwa wajapata ufafanuzi wake. Naweka picha hizi kukuarifu kuwa kwenye TikTok yetu au YouTube na kadhalika, kuna kitu cha namna hii. Sasa huenda ukashindwa kuelewa ni kitu gani. Niko hapa kukifafanua kitu hichi, na niweke wazi, huu ni utafiti wangu mimi. Utafiti ni kutafuta mimi natumia maarifa alionipa Mwenyezi Mungu kuweza kuthibitisha ninachokitafiti. Inawezekana ukakubaliana nalo inaweze na inawezekana usikubaliane nalo, lakini huu ndio ukweli ambao hauna shaka yoyote ile. Leo nimepandisha katika mitandao ya kijamii video saba na hizi ndo picha zake. Kati ya wote hao ni mmoja tu mwenye miaka tisa ndio amepata wiki, lakini wote, vipimo vyote vimesoma mstari mmoja. Sasa lengo lake nini? Au kwa nini naonyesha hichi kitu? Au kwa nini nafanya tafiti hii? Kwanza ufahamu kuwa tafiti ya kwanza nilishaifunga, lakini naendeleza tafiti ya pili kupunguza muda, kwa sababu watu wengi, kutokana na harakati za maisha, muda wao unakuwa hafifu. Kuo nikajitafakari upya, au nikajiuliza upya, kuna uwezekano wa kuweza kupata jawabu la kutoka kwenye mistari miwili kwenda kwenye mstari mmoja kwa muda mfupi. Kitumike kitu gani ili kiweze kuleta jawabu kwenye grupu tofauti tofauti za damu? Na hichi ndicho ninachokionyesha sasa. Inawezekana mtazamo wako ukawa hafifu au ukawa unapata kigugumizi. Mimi siko huko, mimi nipo kuthibitisha ninachofanya kuliko kusema ninachojua. Ukienda kwenye TikTok ya TR Msigwa, utaona video hizi nimezirekodi baada ya muhusika kuweka damu kwenye kipimo cha HIV na kikatembea kwa dakika tano au kadhaa, kikaandika mstari mmoja na kikiandika mstari mmoja, tafsiri yake mtu huyo hasadikiki au hatambuliki kuwa ni positive. Kuna baadhi ya watu kwenye mitandao na wasomi wengine wanasema hapana, inawezekana virusi ya mstari mmoja usionekani, lakini mtu akawa positive. Hatukukatalii, ni mtazamo wako, ni uelewa wako. Sifa ya Mungu kila mtu kumpa mtazamo wake. Ninazungumzia mtazamo wangu na nina kigezo au nina hoja. Sasa ukija tofauti, inabidi ulete hoja mbadala ya hiyo, kwa sababu hoja huvunjwa kwa hoja, tafiti kwa tafiti. Mimi nimesimama hapa e, kwenye maktaba yangu Magomeni, huu ni mwaka wa thelathini na nimesema, nina ziara ya nchi takribani nne, nchi tatu ni nje ya bara la Afrika, lakini nchi mbili ndani ya Afrika, moja ikiwa ni jirani zangu Kenya au jirani zetu, ndugu zetu wa Kenya, itakuwa Mombasa lakini lengo la safari yangu ni kutafuta, kutafuta ni yupi hakufanikiwa huyo. Lengo la safari yangu ko, tutaanza na no Mombasa, tutakuja Tanga, tutakwenda Mbeya, Iringa, Dodoma lakini lekini siku sijui ni siku gani, lakini tayari tuna ratiba hiyo sasa ya kijii ya njano ndio tumepata mistari miwili lakini iko wiki. Kinachofuata hapa ni kubadilisha mfumo wa damu, kwa mujibu wa mtazamo wangu na tafiti yangu. Lakini wote wenye miaka ishirini, wenye miaka kumi na kitu, wote tumepata mstari mmoja. Nilisema na niseme tena leo, tatizo ni kipato ingelikuwa tuna kipato kizuri, aidha mimi au mhusika anatakiwa angalie kila kitu ndani ya damu yake, baada kabla na baada. Akijitambua yeye ni posti, anatakiwa kujua ana virusi kiasi gani, ana kinga kwa maana ya sidfni lugha maarufu kiasi gani ini lake figo lake uzito wake kiwango cha damu mafuta na kadhalika, alafu angeenda kwenye zoezi hili, alafu baada ya muda huo akaenda tena kuangalia akapata picha. Lakini tafiti yangu mimi inawagusa watu wenye kipato cha chini ambao uwezo wao sio rafiki. Na kwa mujibu wa tafiti za wenzetu wanadai mwili hutengeneza kumbukumbu. Kwa hiyo ukiwa positive, huwezi kusoma negative kwa sababu hiyo ni taarifa, kama mwili wako umevamiwa na kitu fulani. Sasa inabaki kuwa ni taarifa katika mwili. Ndio maana na mashine ya viral load inaweza ikasema zero ama hawaonekani, lakini bado una taarifa au unajulikana kwa wewe ni positive. Mimi kama, kama TR Msigwa nimesema, huo ni mtazamo wenu. Mimi nimekwenda mbele zaidi kuhakikisha mtu akiwa na mistari miwili anaweza akabaki na mstari mmoja. Kwa hiyo wanaonitafuta wanakuja, tunafanya zoezi hilo, na kwa kutumia vitu vi, kadhaa vinne, lakini namna ya kuvichanganya ndiyo taaluma, lakini ni vitu rahisi sana ambavyo vinapatikana sokoni rahisi sana, hakuna hata cha elfu mbili kati ya hivyo vitu ambavyo tumetumia kuleta furaha kwa hawa, na niwaruhusu waende sasa, wanaotaka kuolewa wakaolewe. Hakuna shaka juu ya hilo, kwa maana kipimo kitatambua yeye ni negative, na sio maana ana virusi, kwa sababu unapoweka damu kwenye sehemu husika ya kuweka damu, tone moja la damu, kama walivyoandika wataalamu kukiweka maji yale, maji yanaisukuma ile damu ili kufika kwenye dawa. Dawa iliyokuwa ndani ya kipimo ina kazi ya kuchambua damu hii imeambukizwa au haijaambukizwa. Kama damu ikisema haijaambukizwa, maana yake mtu huyu yuko salama kwa mujibu wa kipimo. Na kama yuko salama, maana yake anatakiwa asiendelee kuwa na mifumo fulani, kwa sababu yeye sio sasa. E, wanaorudia ni wachache, na tunatumia masaa mawili au masaa matatu kwa kikombe kimoja kila baada ya dakika arobaini na kikombe kingine. Sasa tafiti, kwa sababu nimefungua mlango wa tafiti nyingine, inabidi kufuatilia. Kwa hiyo ziara yangu itanisaidia kukutana na watu wenye hali ya hewa tofauti tofauti. Hali ya hewa ya Mombasa ni tofauti na hali ya hewa ya Zanzibar. Hali ya hewa ya Dar es Salaam ni tofauti na hali ya hewa ya Iringa ni tofauti na hali ya hewa ya Mbeya. kwa tunatizama, katika mkoa wa Mbeya au wa Iringa, mtu anaoishi pale itachukua muda gani? Kwa hiyo wito wangu eh, wale ambao hawajapata mistari miwili, kwanza lazima tujua walitumiaje katika utaratibu upi eh, ikiwa ni kweli walitumia kipimo gani? Watu wengi wanatumia kipimo ambacho kinapima magonjwa mengi, na swali hili liliulizwa na mwalimu mmoja wa mwalimu wa sayansi, profesa mmoja Swali so, langu lilikuwa dogo tu, wewe unataka kumchalenji Msigwa au unataka kusema juu ya Msigwa? Swali so, langu lilikuwa ni dogo tu. Zamani Dar es Salaam tulikuwa na mzee maarufu, siningependa kutaja jina lake, alikuwa mtabiri, anasema wewe una nyota ya nge, wewe una nyota ya mshale. Hatukatai na hata leo kuna watu katika mifumo ya kiimani wanakuambia nyota yako imechafuka. Nyota yako iko safi, hatukatai, katukatayi, mtazamu ni taaluma. Nataka unithibitishie mimi, TR Msigwa, dawa ipi inaogawanyika kusema ugonjwa huu ni wa ugonjwa fulani wa zina, ugonjwa huu ni HIV, wakati ukifungua kipimo hichi dawa iliyokuwepo ni moja, nitafautishie ili niamini kipimo hichi kiko sahihi, lakini aliokitengeneza anasema ikiandika mistari miwili kuna aina nyingine ya magonjwa kwa uchambuzi upi? Hili ndio lilikuwa swali langu, ndio maana nawataka. Sasa hivi hivi vipimo vya HIV viko kumi na nane na kimoja kimetoka sasa hivi kinapatikana sana kwa wingi dar es salaam sijatafuta lakini inasikia vipo watu wengi wa arusha wananitumia vipimo hivi ambayo kimetoka elfu mbili na ishirini na nne nimejaribu mimi hapa hapa ofisini kwangu mtu aliniletea kutoka arusha ikatoa majibu tofauti wito wangu na ushauri wangu unapotaka kupima hiv jaribu kusoma kwa utulivu vipimo, ujiridhishe nini unafanya ili usipati majibu yatayekupa alama ya kujiuliza au ukawalaumu watu pasipo kujua unachokilaumu. Sasa kuna wataalamu wengi, nitaanza kufungua darasa la kufundisha, unaonifuatilia unaweza ukanufaika, wewe unaanza kutibu kwa kutumia majani ya baharini na kadhalika Nifatilie ili uelimike ili uweze kuwasaidia Watanzania. Mwili wa mwanadamu umegawanyika, na hata unapochukua mmea lazima ujue. Sisi wakati tunafanya tafiti, sehemu yenye mti chini yake lazima tuangalie eh, kiwango fulani kuna aina gani ya madini inayoshabihiana au inayofanana na mti husika? na kwa nini sehemu fulani mti fulani unaota vizuri? Kwa nini sehemu fulani mti fulani hauoti vizuri? na Wachina e, samaki zetu wanafanya kwao na miti. Kuna miti wamechukua Afrika, Tanzania, wameipeleka kwao China, imekuwa mikubwa sana, lakini imeshindwa kufanya kazi ile ambayo ilifanya Tanzania. Sasa unaweza ukatengeneza dawa ya kuongeza kinga, kwa sababu virusi wanavyovamia katika mwili, mwili upungukiwa na kinga. Unaweza ukawa na kinga zinaotosha kufanya mwili wako kuwa vizuri na ukafanya kazi na ukaitwa, unaishi na viviu, huna ukimwi, kwa maana huna magonjwa yanayokusumbua. Unapoimarisha mfumo wa kinga, maana yake unaondoa changamoto zote zilioukabili mwili wako, na kubaki mwili kuwa salama. Hiyo ni awamu ya kwanza ya kujifunza kwa unaotoa nayo ya kuimarisha kinga, ni awamu ya kwanza ya kujifunza ni nasari, utakiwe kuweka alama kujiuliza, ya kuuliza kwa Tiara Msigwa bado, na kama profesa wako bado hajafikia lengo la kuweka alama kwa Tiara Msigwa. Sisi tulichokwenda mbele zaidi kwa sababu tatu, na nimalize mazungumzo yangu. Tutakuwa tunajaribu kuonyesha kwa muda kadhaa, ikifika watu hamsini kwa muda wa masaa mawili mpaka matatu, tunalipitisha hili na tunalikabidhi wizara, kama nilivyofanya wakati na kusanya maoni baada ya kuitembeza 4A9 eh, Kirombero eh, tulianzia pale Kibaoni na tukitumia redio Pambazuko ambayo tulifanya kazi miaka kumi na tatu, na kila baada ya miaka mitatu tulikuwa tunakusanya Chita, Mgeta na Mawala, Mbingu kote kule, wilaya nne tulizitembea takribani miaka kumi na tatu kukusanya maoni. Ukiandika YouTube kuishi bila VVU inawezekana utaona ukiandika ushuhuda wa dawa ya 4A9 tulitembea kila nyumba, tulitembea mashambani kukutana na watu tofauti tofauti, wenye umri tofauti tofauti, kuwahoji na kuwauliza nini faida ya 4A9 na umenufaika vipi. Na kila tukimaliza, tulikuwa tunawapelekea wizara ya afya kopi, tulikuwa tukipeleka kwa waziri mkuu kopi, tukipeleka kwa rais, na hii ndio ilinifanya nialikwe mara mbili ku sasa tafiti yangu ya kwanza iliisha, na niliwakilisha na nikapongezwa na wizara husika. Sasa nimeanzisha ya pili ya muda wa masaa machache. Wanaonitembelea wanajua hatubahatishi, tunasema tunachojua na tunajua tunachofanya. Kwa hiyo lengo la kuondoa huu mstari ni kuhakikisha mtu anabaki salama, si kuimarisha kinga. Hapana, kuondoa. Sasa ukisema virusi hawafi, ni mtazamo wako, ni elimu yako, lakini kupitia vipimo hivi tunalithibitisha hilo. Lakini huko mbele tutajaribu kutengeneza kiwango fulani kwa watu fulani, ili kujua akiwa na virusi kadhaa akitumia kwa muda huu virusi wanakuwa hawapo. Kwa lengo la darasa hili au thibitisho huu, tunaweka tu hapa picha, lakini ukitaka uhalisia, TikTok utakuta vipimo hivi tumeweka, na mitandao mingine ya kijamii na YouTube yetu. Ukiandika kuishi bila VVU namba moja na kuishi bila VVU namba mbili, utakutana na hilo. Nimalize mazungumzo yangu machache kwa kueleza nukta tatu juu ya hichi nilichotumia. Dhamira ya kwanza ya kuweka picha hii ni kuonesha ubora wa kutafakari na kutokuwa mvivu wa kutafakari na kuonesha faida ya mali asili yetu, make tunatumia vitu ambavyo viko ndani ya taifa letu na viko ndani ya masoko yetu. Ni rahisi sana ikitumika na dawa yetu, ukiongeza tungu somu na kitu fulani na kitu fulani inakuletea jibu hili. Tafiti zote za watu wengine, utafiti unaweza kwenda hata miaka kumi, na kunakuwa natara, na taratibu ya kukusanya zile ripoti na kuangalia maelezo ya watu na kadhalika. Hii ni awamu ya kwanza, lakini awamu ya pili ambayo tutaikabidhi, tutaipeleka hasa duniani kama nilivyopeleka zile za kwanza ni baada ya kupata eh, kati ya hao wenye kipato cha kuweza kuangalia kila kitu chake kwenye damu tu, tunatakiwa tuangalie vitu kumi na tano kwenye damu ya mtu waliathirika. Tukishapata ripoti hiyo, anatumia chai hiyo, baada ya dakika kadhaa tunacheki, tukipata negative anarudi tena kwenye vipimo vyote alafu anatupa majibu hiyo. Sasa ndio italeta mlipuko mkubwa zaidi duniani kutokana na kile ambacho tunachokionyesha. Mimi nathibitisha ninachofanya wakati nikijua, hatua ya kwanza ni kusema unachojua, lakini hilo jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, kuhamasisha mali asili yetu iliyokuwa ndani ya taifa letu inaweza ikawa ni msaada mkubwa wa kubadilisha uchumi wetu, lakini kubadilisha au kutatua changamoto za afya zetu na kila kitu kikawa sawa. Afya ikiwa bora, maana yake utapata nguvu ya kufanya kazi, maana yake utakwenda kutekeleza harakati za uchumi wako kuwa ni nzuri zaidi. Lakini tatu ni kubadilisha mtazamo kuwa hakuna kinachoshindikana, ni uvivu wako wa kufikiri tu na chuki zako tu na ubinafsi wako. Lakini njia sahihi na njia bora ni kuchukua hatua madhubuti, na nitoo hicho kwa, kwa vijana wa Tanzania, watumie fursa nzuri ya kujifunza. Unapojifunza, maana yake unadhibiti pesa za nchi yako kwenda nje ya mipaka yako. Kwa mfano, mi kila dawa inapotoka napata taarifa wadau na dawa wanamtumia. Kuna dawa South Africa. Sasa kama wewe ni Tanzania, uko Tanzania, unaitaka ile dawa South Africa, maana yake unaimarisha uchumi wa South Africa, unaua uchumi wako. Ili uimarishe uchumi wako utumie kitu kilichokuwa ndani ya taifa lako ili ile pesa iendelee kuzunguka ndani ya taifa lako. Maana yake unadhibiti pesa ile kutoka nje ya taifa lako kwenda nje isiyokuwa la taifa lako. Inawezekana kwayo, tunathibitisha tunachojua au tunachofanya. Kesho ni siku nyingine. Inawezekana wiki yote nitakuwa na zoezi hilo mpaka Jumatatu nitalifunga zoezi hilo, niendelee na mambo yangu mengine. Nitalistoa tena baada ya muda fulani, na nitalianzisha nikiwa kwenye ziara zangu ambazo nitatembelea takriban mikoa kadhaa. Lakini lengo nitakuwa nafafanua na kuonesha, lakini kubwa zaidi, mtu akileta kipimo chake, kazi yangu mimi ni kurekodi kile kipimo, kisha nakituma kwenye mtandao wangu wa TikTok na YouTube, ili anaofuatilia aone ubora wa mawazo yetu, jitihada zetu kuhakikisha Mtanzania mwenzetu na Mwanaafrika mashariki na sadiki kwa jumla, inawezekana kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine kubwa zaidi. Na ushawishi wangu na ushauri wangu, tusijifungie kwenye box, tusiwe kama kasuku. Mtu anasema hakuna dawa ya HIV na wewe unasema hakuna dawa ya HIV, huu ni ukasuku, lazima uwe na hoja na utetee hoja yako madhubuti kwa kuonesha ushahidi. Mimi nathibitisha ninachofanya, sisemi sithibitishi, ninachosema nachofanya, nathibitisha ninachofanya. Kesho ni siku nyingine. E, tuombe Mungu atuamshe salama, tutaendelea kuzungumza na wadau, na wadau wanaendelea kumiminika kutoka kila mkoa. E, lakini nitoe tahadhari, si hatuna pa kuwalaza watu asipokei zaidi ya watu watano, sita, saba kwa siku. Kwa hiyo sitaki watu wengi, kutokana na nafasi yangu ni ndogo. Wale watu ambao wametumia dawa yetu kwa mwezi mmoja na wiki mbili hawakupata mistari, mstari mmoja, tuzungumze, tukutane, unisibitishie, nami nitumie maarifa yangu nihakikishe ya unapata mstari mmoja, ndoa iendelee, na mambo mengine yaendelee. Nafarijika, Dada zangu wengi wananitembelea, ambao kikwazo kilikuwa ni mistari miwili, wanaingia kwenye ndoa. Inawezekana, tuzungumze na TR Msigwa. Ndio lugha inayosafiri nayo. Ili uzungumze nami ukiwa ndani ya Tanzania, nje ya Tanzania, ni 0752819477 au 0713466691. Mungu ibariki Afrika,